Tukasain vyama vyote inaitwa maadili ya uchaguzi, si ndio? Sisi kwa utashi wetu, jeuri kebei, tuligoma kwenda, tukasusa, tukitegemea kwamba kuna mtu atakuja kutubembeleza. Mimi mamaangu alinilea huko kijijini <laughs> ukisusa kula, haki ya Mungu anakuangalia mpaka jioni ukienda kukomba mboga, akienda ziwani, akirudi utapigwa kipigo cha bwakoko. Kwa kama kuna watu walitegemea mwenyekiti kwamba wewe utaenda kwa bembelezo a shiriki uchaguzi. It is too bad. It is too, too late, hii treni imeshang'owa nini. Kwa sisi huko tulikataa wenyewe kwenda kusaini fomu ya maadili ya uchaguzi, hakuna mtu aliyezuia Chadema kwenda kuzuia nini kwenda kushiriki uchaguzi, tuliama wenyewe, tukaenda tukafanya mkutano mkuu Dar es Salaam Januari mwaka huu, tarehe 20 na tarehe 20, tukafanya baraza kuu kule, tukasema sisi tushiriki nini uchaguzi. Tukafanya mkutano mkuu tarehe 21, baadaye tukamalizia uchaguzi tuka, wote tukasema kwamba tushiriki nini uchaguzi. Leo ukuta watu wanahangaika huko mara wanaenda embassy ya Marekani, wanaandika barua, mara wanaenda wapi? Mimi nawaambia matatizo, changamoto za Afrika zinasuluhishwa Afrika, si ndio? Na changamoto za nchi hii, hii nchi ni nchi in sovereignty, nchi inayojitegemea, nchi inayoongozwa na serikali ipo. Matatizo yetu tuna solve hapa hapa, hakuna Marekani, hakuna Uingereza, hakuna Somalia kuja kusuluhisha changamoto ulizo nazo hapa sawasawa. Kwa mimi, kwa heshima kubwa, nawashukuruni sana watu wa Chama cha Mapinduzi kwa kunipokea. Na nyiye sasa, kazi moja kubwa iliyobaki, umati huu, umati huu haitakuwa na maana kama tarehe 29 Oktoba autamwamsha jirani yako na ndugu zako na wananchi wenzako kwenda kupiga kura ya ushindi kwa Mheshimiwa Rais, tunakubaliana na tunasema mimi nawaambia, kuanzia leo tubadilishe salamu. Wewe hata mkeo ukirudi nyumbani ukamwambia baba, habari za jioni, wewe waambia Oktoba tuna tiki sasa yeah! Hey, ukiamka asubuhi unaambiwa baba ni mama, nakuambia baba ni kuwekea chai, wewe sema Oktoba tuna tiki sasa yeah! Mimi leo nimetoka Mwanza mpaka Muleba kwa masaa manne tu Actually, tumekimbia masaa matatu na nusu mwanza mpaka mleba kwa sababu nikakutana na mtu mmoja anaendesha lori anambia, mheshimiwa wenje, zamani Busisi watu walikuwa anakaa pale hata masaa matano wenye malori makubwa ili wavuke. Leo masaa matano mepungua mpaka dakika tano Alafu mtu anakuja huku anapiga kelele hakuna maendeleo. Sasa wanataka nini? sisi sm. Kwa hiyo mimi nawashukuruni sana, hii inadhihirisha, umati huu, hii inaonyesha nguvu ya CCM. Na Biblia inasema, Biblia inasema ufalme wa Mungu utanyakuliwa na watu wenye nini, sio watu wanaolalamika. Tunalialia huko huko tuna, tulipokuwa tunashindwa nguvu hata na wakoma. Ukisoma kitabu cha Wafalme kwenye Biblia, Wafalme mbili, kuna wale watu wanaitwa, ule wimbo wanasema kishindo cha wakoma. Sasa wakoma tu waliamua wakasema kwamba twende kwa maadui tukaombe chakula, wakituua tutakufa, na hata tukikaa hapa pia tukakufa. Wakoma, wakoma kabisa, wakaenda kupambana. Sisi chama kimejaa wanawake na wanaume wanaogopa uchaguzi, hawawezi kushindana, wanaweka mpira kwa pani wanaenda. Mungu apendi. Asanteni sana. Kyaka oye Hebu nyanyua mikono watu wa Kyaka, tumkaribishe katibu mkuu wa CCM Dr. Migiro oye! Katibu mkuu karibu kwa ajili ya kumkaribisha mgombea, na Oktoba 29 tunafanya nini? Karibu sana katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM oye! Misenyi oye! Moto. Kazi na utu, na kazi na utu, Samia na utu. Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na mgombea nafasi ya urais kwa tiketi ya chama chetu, ndugu mwenyekiti wa mkoa wa Kagera Comrade Nazir Karamagi, Waheshimiwa wajumbe wa kamati kuu na halmashauri kuu ya CCM Taifa mlioko hapa, Mheshimiwa katibu mkuu mstaafu balozi Dr. Bashiru Ali, waratibu wa kanda hii na hapa yupo comrade Agri Mwanri akimwakilisha pia Mheshimiwa waziri mkuu Kasim Majaliwa Majaliwa, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wazee wetu, walezi wetu, ndugu wagombea ubunge wa udiwani wote wa mkoa wa Kagera, wanachama wenzangu wa Misenyi, sisi moye. Sisi moye. Mheshimiwa mwenyekiti, kama ulivyosikia tuko hapa Misenyi, tunafahamu uchaguzi wa wanamisenyi, tunafahamu ushirikiano wa mkubwa uliopo kati ya wanamisenyi na chama chetu cha Mapinduzi. Hadhara hii mheshimiwa, ukitupa jicho kulia Ukija sehemu hii mpaka kule mwisho kabisa mpaka ng'ambo ya barabara mheshimiwa, ni ishara kwamba hapa ni kijani kweli kweli. CCM oye! CCM oye! Mheshimiwa, mheshimiwa, wanamisenyi wamejijengea heshima kubwa kwa uchapakazi, kwa uzalishaji na kwa kufanya shughuli mbalimbali za kukuza uchumi wetu, na kutokana na dira uliyoiweka wewe mheshimiwa kama kiongozi wetu wa Chama cha Mapinduzi, na katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi 2020 hadi 2025 hatua kubwa sana za kimaendeleo zimepigwa hapa, na mgombea ubunge amezungumzia mambo hayo. Kwa hivyo, mheshimiwa mwenyekiti, tuna kila sababu katika wilaya hii, katika eneo hili, kwamba tarehe ishirini na tisa mwezi huu wa Oktoba takriban siku kumi na nne tu zilizobaki, tutajiweka sawa, tutatafuta kadi zetu, tutaziweka vizuri na tutajitokeza kwa wingi tarehe ishirini na tisa kwenda kupiga kura. Tunakwenda kukipigia kura Chama cha Mapinduzi, tunakwenda kumpigia kura Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hassan awe kiongozi wetu, aweze sasa kutekeleza ilani 2025 2030 ambayo inaendeleza yale yote mazuri na makubwa yaliyofanywa chini ya ilani hii inayokamilika. Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan ni kiongozi mwenye maono, ni kiongozi mchapa kazi na ni kiongozi ambaye anaweka maslahi ya taifa na maslahi ya wananchi mbele. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ni kiongozi mwenye utu, anafanya kazi na utu, na ndio sababu kauli mbiu yetu inasema kazi na utu, kazi na utu utu anaujenga kwa mahusiano kati ya binadamu na binadamu, utu anaujenga kupitia miradi hii ya maendeleo, huduma za jamii, ili utu wa Mtanzania uweze kustawi na kulindwa. Samia e eh! Samia ra Samia ra eh! Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, mgombea na mwetu tunakuomba sasa tafadhali ukaribie kuzungumza nasi. Punga mikono, punga mikono kwa mgombea anapokuja kuzungumza. Kyaka oye! Karibu sana Mheshimiwa. Waheshimiwa, tukae. Ndugu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Asha Rose Migiro, tambua uwepo wa katibu mkuu mstaafu wa Chama cha Mapinduzi Balozi Dr. Bashiru Kakurwa, waratibu wetu wa kanda wa kampeni ya kanda ya Ziwa kaka yangu comrade Mwandri, ndugu mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kagera uh, kaka Karamagi pamoja na kamati za siasa mkoa na wilaya, gombea ubunge wa jimbo la Misenyi ndugu Florent Kiombo, wagombea wa nafasi za udiwani wa uh, uh, wilaya hii ya Misenyi, viongozi wa dini, waheshimiwa viongozi wetu wa dini, wazee wetu wa Misenyi, lakini pia naangalia kama kuna machifu, kama hawapo, watemi, kama hawapo, viongozi wa kimila mliopo pamoja nasi, wasanii wetu pamoja na vikundi vya hamasa, ndugu wananchi na, na ndugu wana Misenyi, kazi na utu. Ndugu <coughs> zangu, kwanza niungane na walionitangulia kuzungumza kumshukuru Mungu kwa kutufikisha salama hapa Misenyi nimefurahi kufika tena mahali hapa hususan hapa Kyaka, eneo lenye historia kubwa katika ulinzi wa uhuru uh, na mipaka ya Tanzania wakati wa uvamizi uliofanywa na nduli Idi Amini mwezi Oktoba 1978 vamizi yule alivunja daraja letu la Kyaka ili kuzuia majeshi ya tanzania yasiende kumpiga kule Uganda. Hata hivyo tokana na weledi, ushujaa na uzalendo wa jeshi letu liliweza kujipanga na kumkabili nduli Idi Amini na kumfurusha kutoka Kyaka, kutoka Kagera na hatimaye hata kumtoa madarakani kule Uganda. Na baada ya vita tulilijenga daraja lile upya na leo hii limekuwa kiungo muhimu kinachotegemewa kwa biashara na uchumi ile Ishozi, Ishunju, Gera, Kanyingo, Kashenye, Kitobo na Buyango kwa shilingi bilioni ishirini na tano. Katika ilani inayokuja sasa, tumetekeleza ilani iliyopita. Katika ilani inayokuja tumeahidi kujenga miradi tisa ya maji itakayohudumia maeneo ya Bugango, Buchurago, Bubale, Minziro, Bugorora Ruzinga, Bugandika, Mushasha, Mwemage, Bieju, Kashenye, Kanyingo na Mgana. Hayo maeneo tunakuja kumaliza adha ya kuto kupatikana kwa maji. Aidha, tulileta shilingi bilioni kwenye sekta ya afya. Sasa tulileta shilingi bilioni tatu milioni mia nane kwa ajili ya ujenzi wa majengo kumi na tatu kwenye hospitali ya wilaya ya Misenyi na ununuzi wa vifaa tiba na madawa. Tulijenga pia vituo vitatu na zahanati saba kama alivyosema mgombea ndugu yetu Kiombo hapa na zahanati nyingine nakuja hali ni mbaya, akifika ingia toka, hapana taweka lami ili afikishwe vizuri hospitali. Kwa upande wa sekta ya elimu tulijenga shule mpya za msingi saba, mabweni 12 na madarasa 112 na, na shule za sekta sekondari tatu. Aidha, tuleta shilingi bilioni saba na milioni mia mbili kuwekeza kwenye elimu bila ada. Fedha hii singeletwa na serikali, ingetoka mifukoni mwenu, ndugu zangu, kusomesha watoto wenu, lakini serikali tukasema hapana. Fedha hii sasa inatoka serikalini kuwezesha watoto wetu waweze kusoma vizuri bila kujali hadhi ya kiuchumi ya kaya zao. Sasa mkitupa ridhaa, tunapoendelea tutakamilisha ujenzi wa chuo cha VETA Buyango ili vijana wetu wapate ujuzi utakaowezesha kuajiriwa na kujiajiri. Na ili kuwainua wananchi kiuchumi, tulijenga soko dogo la ndizi kwa ajili ya kina mama na, ku... na jengo la abiria katika stendi ya Kyaka. Kitupa ridhaa kuendesha tena nchi. Tunaahidi kujenga soko la kisasa la Bunazi. Aidha, tutatoa, tutatoa mikopo kwa wananchi kwa ajili ya ufugaji wa samaki kwenye vizimba katika mwalo wa Kabindi, kata za Kashenye na Gera. Katika kipindi hiki vile vile tulitoa michi ya kahawa laki tano 88530 kwa wakulima yenye thamani ya shilingi milioni 189. Kitupa ridhaa na tukiendelea, tunaahidi kuleta miche milioni mbili ya kahawa na laki tano uh, ya parachichi ili tuweze kuzalisha zaidi kahawa na parachichi. Kyaka oye! ukifika Zanzibar ni marashi ya karafuu, lakini nilipoingia hapa Misenyi, hapa tulipo uwanjani nilikaribishwa na harufu ya kahawa, nikasema ee, hey, nimeingia kwenye eneo la kahawa na ni harufu nzuri sana ya kuvutia, kwa sababu mimi pia ni mlevi wa kahawa. Sasa ndugu zangu, kwa upande wa miundombinu. Tumejenga minara minane ya mawasiliano katika kata za Kakunyu, Kasambia Ugorora, Ruzinga na Mushasha ili kufanya watu waweze kuwasiliana vizuri. Ile kazi ya kupanda jua miti kutafuta, hapana. Sasa unawasiliana hata ukiwa chumbani, unawasiliana, mzee uko wapi? Muda umepita. Kwa hiyo, aidha tumefanya upanuzi wa kituo cha kupoza umeme Kyaka ili kuondoa adha ya kukatika katika kwa umeme. Tutakikamilisha, utakamilisha ujenzi wa daraja. Mradi mwingine sasa, daraja la Kitengule linalounganisha barabara ya Kyaka kya, Bukene Benako na barabara unyaufu miongoni mwa miradi ambayo tutaendelea kuitekeleza katika miaka mitano inayokuja, mkitupa ridhaa, ni ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami kutoka Kibaoni Bunazi hadi Kagera Sugar Junction kilomita 25, lakini pia kwa gharama shilingi bilioni 58.7 vile vile, tutakamilisha barabara ya Kietema Katoro Kyaka kilomita 38. Lengo ni kuhakikisha wananchi wa Misenyi hawapati adha ya usafiri. Wilaya hii pia imenufaika na utekelezaji wa mradi wa bomba la mafuta ghafi yatakayotoka Hoima, Uganda kwenda Tanga.